biashara wa dhahabu mjini Bondo wanaishi kwa hofu kufuatia kuongezeka kwa visa vya uhalifu ambapo majambazi wenye silaha wamekuwa wakiwavamia wanachama wao na kuwanyang'anya pesa na madini. Wafanyabiashara hao sasa wanalaumu vyombo vya usalama kwa kutofanya, huku wakitaka serikali ichukue hatua kali.

So that we know who are really these people doing the robbing. Bondo tumekuwa tukipitia changamoto mbalimbali hapa mbali Bondo, na sisi kama wanabiashara ndogo ndogo tumekuwa na hofu sana sana sana kwa upande ya security, wengi wame, wameibwa kwa hivyo tuna tunaomba serikali ya juu na serikali ya Siaya waungane pamoja, washikane pamoja na wananchi ili watusaidie, kwa sababu ikiendelea hivi sisi kama wanabiashara ndogo ndogo, tuna tutapitia changamoto nyingi zaidi ya haya ambayo yametendeka.